Mwana. Jina la ubatizo la Yesu na eh? Eh? Anaitwa Emmanuel la ubatizo. Eh? Haleluya. <laughs> <laughs> <laughs> Basi muka kumani kimpigieni makofi. Jina <laughs> la ubatizo la Yesu naitwa nani? Awa, awa ana jina la ubatizo. Eh? Kuna watu na majina magumu hapa, usema, usetu tenye jina lako lopewa ototoni. Eh? Magumu utakuta akina Kimburu, <laughs> eh, Mwambaraswa wapo, wanatokea huko. Akina mwambaraswa wanonyoa, wanapigana hizo ene huko Mbeya, look it akina kimburu wanapigana hapo. <laughs> hakuna kufajiwa all one oh, eh, and ile ile nyama na polini ni nyama, neno kula mtuku unaita ni nini? Eh, kwa kisukuma unaitaje? ambayo kuna nimeogopa kutaja ni kama matusi ndio, <temas> maana <mali wako etyana> <uses spiritual> nimeogopa. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Kwa nini watu wanabadilisha majina? Kuna majina mengine hayajui uwezo wa Mungu. Yaani, ile jina unaishi kulingana na jina lilivyo, linazuia usielewe kwenye nguvu ya Mungu kuna nini? Kuna uweza. Linazuia nguvu ya Mungu inaweza ikakujilia, lakini usielewe, kwa sababu hujui kama kuna uweza. Lingine linazuia, majina mengine ni mamutu, mamizimu ya huko. Limekaa pale kuzuia baraka zako, limekaa pale kuzuia imani yako. Sasa ndio nauliza kwamba, unalijua

Siku ya pili yake, siku ya pili yake, akamwona Yesu anakuja kwake, akamwona Yesu anakuja kwake, akasema tazama, akasema tazama, mwana kondoo wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu, achukue dhambi ya, ya ulimwengu, achukue dhambi ya ulimwengu. Jina lake nani jamani? Jina lake nani la ubatizo? Mwana kondoo wa Mungu, jina lake nani la ubatizo? Yes, jafika, na Mungu, na mpajine, Yesu hajafika na kuja tayari, Mungu anampa jina automatika la Yesu Kristo. Oh. Eh, Oh. Na lile jina ndio analobeba assignment ya Yesu, haleluya. Ndio inalobeba kila kitu ambacho Yesu anakifanya vimebebwa na lile jina. Anasema tazama mwanakondoo abebaye dhambi za ulimwengu, anakuja sema za ulimwengu kwa nini unatenda unatendaza? kama wale Yesu. Wale Yesu za na Yesu a Yesu asifiwe, tujua uweza wa nguvu za Mungu. Kinachosababisha mtu aendelee kwenye matatizo asukumiwe huko ni kwa sababu hatujui uweza wa nguvu ye za Mungu ukijua uweza nguvu za Mungu, ukawa na macho jicho lingine la kumtazama Yesu nakuja. Maana Yohana Mbatizaji ukisoma chini anasema hata mimi sikumjua. Haleluya, alikuwa mbele yangu, sikujua siku kugusa takamba ya viatu vyake lakini kwa sababu alikuwa na jicho ali la ziada alipomwona neno lloapona kumwambia huyu sasa jina lake la ubatizo ni mwanakondoo wa Mungu abebae zambi za ulimwengu, abebae zambi za ulimwengu. Kama kuna zambi na kutesa mfuate Yesu Kristo mbebesha na pema. Kama kuna matatizo na kutesa mpelekee Yesu Kristo. Haya magonjwa amenichosha magonjwa yote ya ulimwengu inakutwika wewe. Ndio maana Petro akasema tumpeke nini fadhaa zetu, kwa sababu yeye yeah, yeah, anashughulika sana na mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anashughulika sana na mambo yetu, yaani shida ni kutambua huyu mwanakondoo huyu Yesu ni nani? Maana Yesu ni nguvu ya Mungu. Haleluya! Yesu nini ni nguvu ya Mungu, lakini bado anaitwa Masihi, yaani Kristo, lakini huyo huyo Yesu ni cheo cha mwisho cha juu cha Mungu, lakini ndani yake kuna nini? Tambua kwamba Yesu ni mwanakondoo wa Mungu abebaye dhambi za ulimwengu. Sasa kama yeye ukimjua ni yeye, vitu vyako na matatizo vibebe kupeleka kwake. Haleluya, beba kumpelekea ye, kwamba mwanaume, sasa mimi naamini ya kwamba we huu mzigo nilionao na kutwita we, na wewe wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa, unasumbuliwa kukataliwa kazi, hebu anza kubeba hii imani. Nitakapokuita hapa, beba ilo tatizo, limwe kwa roho, nitakabidhi Yesu leo hapa, vibaki hapa, viteketezwe, alafu ukaendelee na maisha yaliyo salama. Haleluya. Haleluya. Yesu, mimi niko salama, maana umebeba matatizo yote. Haijalishi wateja wao wamegoma kuja, lakini kwa maneno haya kuiendea pasaka hii, tunaenda kuja. Mungu atafanya jambo kwako kwanza leo. Mungu atafanya jambo kwako kwanza leo. Tambua kwamba yeye ndio mbeba matatizo uliyonayo, Masanja wala sio muamini, ni Yesu Kristo peke yake. Anaitwa nani? Unajua ko unapoomba, unasema Baba wewe Bwana we uitwae, sikiliza, mwanakondoo wa Mungu ubebaye dhambi zote za ulimwengu, maana yake na matatizo na mateso ya ulimwengu huu. Baba, ninakabidhi vitu vyangu na matatizo yote kwako maana ni sehemu yake. Haleluya, ni sehemu yake wewe wewe hautaki kuishi kwa kwa shida shida, ndio maana alikuja bebe vyote. Kama kama unaishi kwa shida, mwingine hata usiku usiku halali halali, akilala mwili unauma unauma unauma, anageuka sinzii sinzii kidogo, mwili unauma. Kila kila ukilala mwili unauma, mwingine tumbo linauma linaachia. Hiyo kijiji inaisha leo. Kuna watu wameugua matumbo kila likiuma linaachia, eh, ina muda fulani hivi kulala halali. Wewe ambaye unalala vizuri usiku. Simama. Kwa misali vizuri usiku nasikia moyoni. Yaani ulali vizuri. Bado me, umechoka. Singizi na kupalia. Chukua hatua hoja hapa. Usiogope. Usiogope. Usi yuko mwana kondoo. Yuko mahali hapa. Usiogope. Usiogope. Lakini pia kuna wewe ambaye kilo kitafuta kazi. Inashindikana. Kilo kitafuta kazi, Inakuwa shida, chukua hatua uje hapa, chukua hatua uje hapa, chukua hatua uje hapa, chukua hatua uje hapa. Mungu yuko mahali hapa, Yesu yuko mahali hapa, ataka kutendea

Mwambie Bwana niguse. Mwambie Bwana niguse tena. Hata kama ulinigusa kipindi hicho, Ninaomba niguse mahali hapa. Mwambie niguse mahali hapa. Mwambie niguse mahali hapa. Oye Mungu ni watofauti sana katika maisha yetu. Katika maisha yako na tani kufanya jambo. Haleluya. Uniguse tena.